pamoja na vielelezo unaendelea ili hatua nyingine za kisheria zifuate. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora, hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya chovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.